E, Mheshimiwa naibu spika, ni kweli bado kuna mahitaji ya vyuo katika maeneo mbalimbali ya nchi, ila kwa sasa serikali inajenga hospitali yenye hadhi ya hospitali ya rufaa ya mkoa katika wilaya ya Ukerewe. Sambamba na ujenzi huo, serikali itaendelea kufanya upembuzi yakinifu kuona kama eneo hilo litahitaji kuwa na chuo cha uuguzi mara baada ya kukamilika ujenzi ya wa hospitali ya rufaa ya mkoa Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha. <coughs> Mheshimiwa Mkundi, nashukuru Mheshimiwa naibu spika. Nianze kwa kuishukuru sana serikali kwa kuridhia na kutoa pesa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa hospitali ya rufaa kwa ngazi ya mkoa jimboni Ukerewe. Nina swali moja la nyongeza. Kwa kuwa sasa tunakamilisha majengo mapya ya halmashauri yetu ya wilaya na yale majengo yaliyokuwa yanatumika zamani yatakuwa tupu, serikali sasa iko tayari kuja kufanya tathmini ya majengo yale na kama itaridhika, basi ianze kuyatumia kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi wa uganga na uuguzi? Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimjibu Mheshimiwa e, Mheshimiwa mbunge moja, kama ambavyo wizara e, ya afya, mimi na yeye pamoja na waziri wa afya tumekuwa tukifanya kazi hasa kwenye eneo la hospitali ambayo inajengwa sana kwenye, kwenye wilaya yake ya Ukerewe. Nimwombe pia sasa haje alafu wizara itampa wataalamu watakwenda Ukerewe na kuangalia hayo majengo eh, ili waweze kuleta ripoti kama inawezekana tukaanzisha chuo kwenye eneo hilo. Lakini cha msingi kabla ya kuanzisha chuo ni lazima pawepo na hospitali ambayo itaweza kutumika kama sehemu ya kufundishia, kwa sababu majengo ni jambo moja, lakini hospitali ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kuhakikisha unawafundisha una wataalamu masomo kwa vitendo ni muhimu kuwepo katika eneo hilo.